Sana hapa Ikozi. Ikozi tuna furaha kubwa sana kukuona, lakini ndugu mgeni rasmi, Ikozi ni wapambanaji, Ikozi ni wapiganaji, Ikozi wana moyo wa kujitolea kama ulivyoona Ikozi saa hizi ni masika, tunapambana kujenga madarasa tuhakikishe watoto wanasoma, lakini tunaomba kwa shule yetu ya msingi Ikozi na tumeona nyuma yetu darasa limezuka na tuna mapungufu ya madawati mia mbili na sitini na moja. Tunaomba itakavyowezekana kwa namna yoyote, tuombe msaada wako pamoja na nguvu tunayo ya kujitolea. Tunaomba msaada wako ndani ya kipindi hiki cha miaka mitano, tunahakikisha watoto wakae chini. Hiyo ni ilani ya Chama cha Mapinduzi ninayo hii hapa na nina uhakika wananchi hawa walikichagua Chama cha Mapinduzi baada ya kupitia hadithi na hii ni mkataba baina yetu sisi na nyinyi na sisi na serikali. Serikali iliyoko madarakani ina wajibu wa kutekeleza yote yaliyomo ndani ya ilani ch ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 2030. Sasa mwenyekiti wa halmashauri, hebu niambie eh mnakaa mpango mpango gani juu ya madawati katika shule hiyo, kwa sababu humu tayari tumeshaahidi. Je, mmeshakaa kwenye vikao vyenu mkajadili jadili na baada ya hapo mkajua kitu gani ambacho tunakifanya? Mheshimiwa mgeni rasmi, hivi kesho tunaanza vikao vya mpango wa bajeti. Kwa hiyo, kwa kuwa jambo lenyewe limewasilishwa mbele yako kwamba watoto wa Ikozi kuna upungufu wa madawati na ni jambo ambalo linahitaji bajeti kwa idadi ya dawati ambazo zinahitajika. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi ni kuahidi tu kwamba kwa mpango huu wa bajeti tunaoenda kuanza kesho, ninaamini kabisa ishu hii au tatizo hili la madawati la upungufu wa madawati kwa shule ya Ikozi tunaenda kuliweka kwenye mpango wa bajeti ili twende tulitekeleze kwa mjibu wa taratibu au kanuni, ili watoto waweze kupata mahali pazuri pa kukaa na kusoma vilivyo vyema. Bajeti ya madawati haya ya Ikozi haijapitishwa katika bajeti ya mwaka jana, kwa hiyo utekelezaji ndani ya mwaka huu wa fedha, yani mwaka huu wa fedha unaishia mwezi wa sita, si ndio? Una changamoto, si ndio? Kwa hiyo mpaka awamu mpaka mwaka wa fedha wa ishirini na saba ishirini na sita ishirini na saba mwaka ishirini na tano ishirini na sita namna utekelezaji wake ni mgumu. Lakini sasa jamani, hawa watoto wanakaa muda mrefu, yaani mpaka mwisho wa mwaka kweli? Sasa najua hawezi kulitolea majibu moja kwa moja lazima kakae na wenzake waangalie namna gani wanapoweza kuchomoa chomoa sehemu hata kidogo, hata kama sio yote, madawati yakapatikana hata kidogo, yakaja kupunguza tatizo hapo, si tutakuwa tumeshapiga hatua jamani? Kama unaenda hatua kumi ukipiga moja, si umepunguza? Haya, maelekezo yangu naenda, kakae na mkurugenzi na watu wako Mjaribu kujadili juu ya changamoto hii ya madawati iliyopo katika shule hiyo. Watoto wetu wasikae kwa muda mrefu chini. Angalau tupunguze ile tatizo.